safari yeah! Mwenyekiti wa chama na rais wetu mtarajiwa, makamu mwenyekiti wa chama ndugu Ismail Jusa, viongozi mbalimbali, jukwaa kubwa na wanachama wenzangu, salamu alaikum. Kwa mara nyingine, wazanzibari tunahitaji mabadiliko na mtu sahihi wa kutuletea mabadiliko ni huyu tunayemnadi leo hapa. Na sisi kama Wazanzibari, hatujawahipo kuona jambo la ajabu ghorofa, hatujawahipo kuona jambo la ajabu barabara. Kwa historia ya Zanzibar, tulikuwa na treni iliyouliwa namvisiwahii. Kwa nini tunakuhitaji, Mheshimiwa Othman? Tunakuhitaji, tuna wewe kwa sababu ya uzalendo wako na kujitoa kwako kuipigania nchi yako bila ya kujali maslahi yako, na hili nitalieleza kwa na mgombea wa CCM namna anavyotuathiri katika kupigania maslahi yake. Mheshimiwa Othman, ni wewe ni wewe pekee kwenye kundi la wabunge wabunge la katiba walioamua kwa maksudi kuifanya Zanzibar kuwa mkoa ni wewe pekee ulisimama kwa kuhiari kuukosa uwanasheria mkuu na kusimama na maslahi ya wanyonge waliopo Micheweni. Ulivikataa kwa wazi, bila kujali ni namna gani watakuchukulia wabunge wale, bila ya kujali ni namna gani watakufanya CCM wale, lakini bila ya kujali ambao wengine waliipapatia kwa kutia saini katiba ile pendekezwa, ni wewe uliamua kuinusuru Zanzibar kubaki hapa ilipo, wakati mgombea wa CCM akiwa ni mjumbe wa bunge lile na aliunga mkono Zanzibar hii iwe mkoa. Ndiyo maana leo anaviuza visiwa, wa Zanzibari tunapata shida. Tunakuhitaji mheshimiwa Othman. Wazanzibari tumechoka kufa kila ukifika uchaguzi. Sisi ni waja wa kuletewa magari yenye vioo vya waya, kila ukifika uchaguzi sisi ni watu wa kushushiwa wanajeshi, kila ukifika uchaguzi sisi ni watu tunaojiandaa kuyakimbia majumba yetu. Tunakuhitaji mheshimiwa Othman, Utujengee nchi yetu, utuletee uongozi mwema, ili siku ya uchaguzi imuache mama mtilie auze ubwabwa wake, mwanafunzi aende shule na mfanyabiashara afanye biashara yake. Uchaguzi isiwe sababu ya kuondosha maisha yetu. Tunalisema hili mheshimiwa Othman, dunia ni shuhuda, Zanzibar ni mashuhuda na Tanzania ni mashahidi. Hakuna kiongozi wa serikali usiyemfika kuambia wazanzibari wamechoka kufa. Hakuna mwanasiasa usiyemfika ukawaambia wazanzibari wamechoka kuuawa. Hakuna dini na viongozi wake usiyowafika ukawaambia sisi hatutaki tena kufa. Hakuna chombo cha ulinzi na usalama ambacho haukukufikishia ujumbe huu kwamba sisi wazanzibari hatutaki kufa. Lakini mgombea wa Chama cha Mapinduzi ambaye ana mamlaka ya kutunusuru na hivyo vifo bado anang'ang'ania uchaguzi wa mapema. Mgombea huyo bado analeta vifaa vya ulinzi na watu wanayashuhudia Pemba. Tumechoka kufa kwa sababu ya uchaguzi. Tunakuhitaji utuwekee uongozi ambao sisi wazanzibari tutakuwa na thamani ya kuishi kama watu. Hofu zimetanda kwa sababu